Kuheshimiwa. Sasa, endapo mimi mnayeniona hapa ningekuwa nina nia na sina nia ya kugombea serikali ya mtaa, udiwani, ubunge au urais, mngeshangazwa kwamba huyu tena, mbona amebadilika alipofika bungeni. Kinachobadilisha watu ni mfumo, mfumo wa kumwajibisha mbunge. Chama kinamfanya mbunge kuwa mtumwa wa chama. Na hii ni vyama vyote, vyama vinawafokea wabunge kuliko mnavyojua. kwa na mbunge katika nchi kama hii, ambapo mbunge, mwananchi yeyote wa Tanzania hawezi kugombea chochote bila kufadhiliwa na chama, bila ku kudhaminiwa na chama, lazima uheshimu chama e, na katika nchi kama yetu mbunge aliyekuwa wa CCM kwa mfano hata angedharauliwa vipi atukanwe vipi kwenye chama cha CM, anapata ugumu sana kuhamia Chadema au Chauma au kwenye vyama vingine. Kwa hivyo mimi nika nafikiri kwamba mfumo wetu wa siasa, mfumo wetu wa kuendesha bunge bado haujakomaa. Tunahitaji tuwe na bunge ambalo litafikia mahala spika si mbunge, spika si mbunge lakini pia tufike mahala katiba yetu mpya itakapokuja, naamini CCM imeahidi ime kwamba kama watachaguliwa tena katika ngazi ya kuongoza serikali, basi watatuzalishia wataruhusu katiba mpya iweze wataratibu mchakato wa kukamilisha katiba mpya. Katiba mpya ikija itaruhusu mgombea huru, mgombea binafsi, tutapata mabadiliko makubwa sana. Kwa... anapenda kuheshimiwa sasa endapo mimi mnayeniona hapa ningekuwa nina nia na sina nia ya kugombea serikali ya mtaa, udiwani, ubunge au urais, ningeshangazwa kama huyu. Tena mbona amebadilika alipofika bungeni? Kinachobadilisha watu ni mfumo, mfumo wa kumwajibisha mbunge. Chama kinamfanya mbunge kuwa mtumwa wa chama, na hii ni vyama vyote vyama vinawapokea wa bunge kuliko mnavyojua. kwa na mbunge katika nchi kama hii ambapo mbunge, mwananchi yeyote wa Tanzania hawezi kugombea chochote bila kufadhiliwa na chama, bila ku kudhaminiwa na chama, lazima uheshimu chama e, na katika nchi kama yetu mbunge aliyekuwa wa CCM kwa mfano hata angedharauliwa vipi, atukanwe vipi kwenye chama cha CCM, anapata ugumu sana kuhamia Chadema au Chauma au kwenye vyama vingine. Kwa hivyo, mi nilikuwa nafikiri kwamba mfumo wetu wa siasa, mfumo wetu wa kuendesha bunge bado haujakomaa. Tunahitaji tuwe na bunge ambalo litafikia mahala spika si mbunge si mbunge lakini pia tufike mahala katiba yetu mpya itakapokuja. Naamini sisi CCM imeahidi ime kwamba kama watachaguliwa tena katika ngazi ya kuongoza serikali, basi watatuzalishia wataruhusu katiba mpya iweze wataratibu mchakato wa kukamilisha katiba mpya. Katiba mpya ikija itaruhusu mgombea huru mgombea binafsi, tutapata mabadiliko makubwa sana.